Amina, msichana maskini, alisalia hai baada ya mateso ya kikatili ya shangazi yake baada ya wazazi wake wote kufariki. Shangazi yake alikata nywele zake bila kujua kwamba nywele hizo ndizo zilikuwa suluhisho pekee ambalo kijiji chote kilihitaji ili kuishi. Hadithi hii itakushangaza unapoisikiliza hadi mwisho. Katika kijiji cha kale kilichozungukwa na milima kinachojulikana kwa mandhari yake nzuri ya asili, aliishi msichana mmoja aliyeitwa Amina. Aliishi kwa furaha na wazazi wake katika nyumba ndogo ya udongo iliyojengwa kwa matofali, ambayo ingawa ilikuwa ndogo, ilijaa joto la upendo na kicheko. Amina alikuwa wa ajabu sana tofauti na wasichana wengine wa kijijini ambao walisuka nywele zao kwa misuka myororo, Amina alikuwa kiumbe cha pekee cha miungu. Uzuri wake ulikuwa wa kushangaza, lakini nywele zake ndizo zilizowafanya watu kusimama kimya. Zilikuwa ni muujiza wa kimungu, tundu za giza la usiku wa manane zikitandamana na nyeupe safi inayong'aa. Haikuwa rangi ya kijivu ya uzee, bali nyeupe iliyong'aa kama nyota. Zilikuwa nene, ndefu sana, zikifikia kiunoni mwake na zilionekana kuwa na uhai wake mwenyewe. Alipotembea, nywele zake zilipepea kama joho la kifalme na hata gizani, tundu nyeupe zilitoa mwangaza mdogo wa kimungu. Kila mtu kijijini alipendezwa na nywele zake, lakini kupendezwa haraka ikageuka kuwa wivu. Wanawake wazee walinongoneza nyuma ya mabua yao, na wasichana wachanga waliluma midomo yao kwa wivu, wakitamani wangekuwa na hata nusu ya uzuri wake. Akijua hatari ya umakini wa namna hii, mama wa Amina alimketi karibu na moto mara kwa mara, akisuka nywele hizo za ajabu kwa mikono inayotetemeka. Alimtazama Amina machoni na kumshauri, akisema, Amina, mwanangu, sikiliza maneno ya mama yako. Lazima ubaki mnyenyekevu na mpole kwa kila mtu, vijana na wazee. Usikubali kiburi kiingie moyoni mwako kwa sababu ya uso wako au nywele zako. Kumbuka, uzuri hufifia kama jua la jioni, lakini tabia njema, hiyo ndiyo jua lisilowahi kutua. Tabia njema daima hushinda uzuri. Amina alizishika maneno haya karibu na moyo wake, akivaa unyenyekevu wake kama ngozi ya pili. Lakini maisha hayana uhakika. Mchana mmoja wa bahati mbaya, wingu jeusi likashuka juu ya nyumba yao ya furaha. Baba wa Amina, mwanaume mwenye nguvu, ghafla alianguka kwa homa kali. Licha ya juhudi za Amina za kumpoza kwa vitambaa vilivyoloana na mchanganyiko wa mitishamba, homa haikutosheka kufikia jioni, mzabibu wa familia akapumua pumzi yake ya mwisho. Ilikuwa hasara kubwa na kuchukiza kwa familia Mama wa Amina aliyempenda mumewe zaidi ya maisha yake mwenyewe hakuweza kustahimili maumivu. Mshtuko ulikuwa mkubwa mno. Siku iliyofuata alikamata kifua chake na kufa kwa mshtuko wa moyo, akiungana na mumewe katika nchi ya mababu. Katika muda wa saa 48 tu, Amina alibadilika kutoka binti mpendwa hadi yatima pekee. Aliwazika sambamba, machozi yake yakianguka kama asidi juu ya udongo mpya. Alibaki peke yake katika ulimwengu baridi, akizungukwa na huzuni, machozi na kumbukumbu za uchungu za upendo aliopoteza. Msiba haukuisha hapo. Wakazi wote wa kijiji walimuita msichana mwovu, wakimdai kuwa amewaua wazazi wake. Kwa hivyo kijiji chote kiliampuka. Mjomba wa Amina, ndugu mdogo wa baba yake, aliona fursa katika maumivu yake. Alikuwa mwanaume mchoyo alimfukuza Amina kutoka shambani la baba yake. Ardhi hii ni ya wanaume wa familia, alipiga kelele, akitupa mifuko yake katika mavumbi mekundu. Nenda utafute njia yako. Msichana hana urithi hapa. Amina aliwaangalia jirani zake, watu wale wale ambao wazazi wake walikuwa wamewapa chakula wakati mazao yao yaliposhindwa, lakini walimgeuzia migongo, wakifunga milango yao. Walimwogopa mjomba. Amina alilia kwa uchungu alipoona jinsi ulimwengu ulivyoweza kumgeukia haraka. Yatima aligundua kwamba bila pesa au wazazi, alikuwa haonekani. Bila chaguo na pasipo mahali pa kulaza kichwa chake, alibandika vitu vyake vichache na kuanza safari ndefu kwenda kijiji kinachopakana, kukaa na familia yake pekee iliyobaki, shangazi yake, mwanamke anayejulikana sana kijijini kama Mama Naema. Mama Neema alikuwa mwanamke ambaye kijiji kilimuogopa zaidi ya mashetani wa msituni. Alijulikana kwa ulimi mkali kama wembe na moyo kama jiwe gumu. Alikuwa na binti mmoja aliyeitwa Zawadi. Zawadi alitendewa kama yai la udhaifu. Hakuwahi kuinua kidole, hakuwahi kufagia sakafu wala hakuwahi kuteka maji. Mama Neema alikuwa akiapa mara kwa mara kwa wanawake wa sokoni: Binti yangu ameandikiwa ikulu. Hata ajua mateso ya mwananchi wa kawaida kamwe. Yeye ni dhahabu katikati ya mawe. Amina alipofikia akiwa na mavumbi na madoa ya machozi, Mama Neema alitobasamu, lakini haikuwa tabasamu la kukaribisha. Ilikuwa tabasamu la mwindaji anapoona mawindo. Ingia mpwa wangu, alisema, sauti yake ikimwagika asali ya bandia, utakaa. Lakini moyoni mwake alipanga kumtumia Amina kama mtumwa. Kila mtu kijijini alimjua Mama Neema kuwa msumbufu sana asiye na huruma na mwovu. Watu waliepuka njia yake kuokoka na usumbufu wake. Amina hata hivyo, hakuweza kuepuka kuvutia umakini. Kila alipoenda mtoni au sokoni, vichwa vilikuwa vinageuka. Nywele zake zilikuwa nzuri sana hadi hazikuweza kupuuzwa. Zilinasa mwanga wa jua na kusivutia macho ya kila mwanaume kijijini. Watu matajiri wawindaji na hata wavuna divai ya mnazi walisimama kumsalimu. Hili lilimfanya Zawadi awe na wazimu. Alikuwa akisimama mbele ya kioo chake akivuta nywele zake fupi na zisizong'aa, akikoroma kwa hasira. Aliota wivu sana hadi hakuweza kusema. Alijisemea, nywele za Amina ni nzuri sana, ni laana kwangu. Kwa nywele hizo anavutia kila jicho, hata mwana wa mfalme anaweza kumtazama, nami nitabaki bila chochote. Lazima nifanye jambo. Mchana mmoja Mama Neema alipokuwa amelala, Zawadi alinyemelea chumbani kwa mama yake. Alisukuma sanduku zito la mbao kutoka chini ya kitanda na kuiba rundo kubwa la pesa. Alikimbia hadi duka kubwa la vipodozi katikati kati ya mji. Alipiga pesa mezani kwa nguvu akimshtua msichana wa mauzo. "Tafadhali," zawadi aliomba kwa pumzi fupi, nahitaji dawa ya kukuza nywele na krimu. Nataka kitu kitakachofanya nywele zangu ziwe ndefu sana na kung'aa katika siku tatu tu. Msichana wa mauzo alimtazama msichana aliyekuwa na dharura na kucheka. Siku tatu? aliuliza. Mpenzi wangu, siku tatu ni chache sana isipokuwa unataka kubandika mkia wa farasi kichwani mwako, hiyo haiwezekani. Lakini nina kemikali yenye nguvu, inaunguza kidogo, lakini inalazimisha ukuaji. Inaweza kukufanyia hivyo katika mwezi mmoja. Zawadi asiye na uvumilivu, lakini akiwa na dharura, alinunua kemikali ya bei ghali na kuondoka akiificha nguo yake. siku iliyofuata Ghasia zilitokea katika nyunga ya Mama Neema. Alienda kwenye sanduku lake na kulikuta ni jepesi. Kilio chake kiliitikisa paa la majani. Nani ameiba pesa zangu? Alipiga kelele, macho yake yakivimba. Aliwaburuta Amina na Zawadi mpaka sebuleni. Zawadi mara moja alisogea mbele, uso wake ukigeuka kuwa uongo uliojizoeza. Mama, unajua mimi ni damu yako siwezi kukuibia. Mbona humuulizi mgeni yule asiye na chochote? Alielekeza kidole kinachotetemeka kwa Amina. Muulize mwizi. Bila kungojea maelezo, Mama Neema alimrukia Amina, alichukua fimbo nzito kutoka pembeni na kufungua ghadhabu yake. Hakujali hata kumuuliza chochote. Mimi si mwizi, sijawahi kuiba katika maisha yangu, Amina alipiga kelele akijikunkunya pembeni, machozi yakimtiririka usoni, wakati fimbo ilimkata ngozi. Lakini kisha jambo la ajabu likatokea. Mama Nema alipokuwa akimpiga, nywele za Amina zilianza kutenda, zilianza kudunda, tundu nyeupe ziliang'aa zaidi na zaidi, zikijaza chumba giza kwa mwanga wa kimungu unaopofusha. Ilikuwa kama mababu walionekana kupitia nywele zake. Mama Nema aliganda fimbo ilianguka kutoka mkononi mwake. Alirudi nyuma akiogopa, msichana aliyekuwa nang'aa pembeni. Aligundua huyu hakuwa mtoto wa kawaida. Kadri alivyomwendelea kumpiga Amina, ndivyo nywele zilivyoongezeka kung'aa. Mama Nema alimwacha, lakini hofu yake haraka ikabadilika kuwa makusudi. Alianza kuwaza moyoni mwake, je, ni siri gani nyuma ya nywele hizi? Katika miaka yangu 48 na ya kuishi sijawahi kuona nywele kama hizi. Lazima nifahamu siri ya nguvu zake. Asubuhi iliyofuata, ukungu ulipokuwa bado umeshikamana na miti, mama Neema alitembelea mganga wa kutisha, Baba Juma, katika hekalu lake. Baba alimwambia kwa sauti ya chini, sauti yake ikitetemeka, mpwa wangu anaishi na mimi. Yeye ni wa kipekee sana, hasa nywele zake ni ndefu sana. Zinang'aa mara nyingi. Tafadhali, ni siri gani iliyo nyuma yake? Baba Juma alitupa kombe zake juu ya sakafu ya mavumbi na kuimba hirizi. Alitazama mfumo, macho yake akikuwa ya kwa mshtuko. Mama Neema alisema kwa sauti ya kuchoka, "Una bahati. Msichana huyo anabeba utukufu ambao hakuna mtu anayeweza kupinga. Nywele za Amina ni suluhisho la kila tatizo. Atakuwa mkuu na hiyo ni zawadi ya Mungu kwake." Mama Neema alirudi nyumbani akiwa na hasira. Unabii haukumfurahisha, ulimfanya awe na wazimu wa wivu. Alimwona Amina katika ua akisana nywele zake, na chuki yake iliongezeka mara kumi. "Tazama jinsi nywele zinavyongaa," alimwambia akikamata ngumi zake. "Kwa hivyo atakuwa mkuu zaidi ya binti yangu? Lazima nisiache jambo hilo litokee. Nitamvunja." Kuanzia siku hiyo maisha yalikuwa jehanamu kwa Amina. Kila asubuhi Siku ilipokuwa bado giza, Mama Neema alikuwa akiingia chumbani kwa Amina na kumwamsha kwa kofi nzito. Msichana asiyefaa. Unadhani uko hapa kula tu? Njo, nenda mtoni oteke maji. Amina alijikokota kutoka kitandani, macho yake mazito kwa usingizi. Alikuwa akienda mtoni kila asubuhi na jioni kuteka maji kwa mtungi mzito wa udongo uliosawaziwa juu ya nywele zake nzuri. Alikuwa akiosha milima ya sahani kufagia ua mkubwa na kupikia nyumba nzima. Wakati Amina alipokuwa akifanya kazi kama mtumwa, Zawadi alikuwa akiketi akijipaka vipodozi na kuweka kemikali kwenye nywele zake akiomba ziote haraka kuliko za Amina. Hakufanya chochote nyumbani. Mama Neema alimpa Amina sinia nzito la matunda kuuza kuzunguka kijijini chini ya jua kali. Lakini hata katika mateso yake mwanga wa Amina uliangaa kwa sababu ya nywele zake, watu walikimbilia kununua matunda yake ili tu wawe karibu naye. Alirudi haraka nyumbani na kumpa Mama Neema pesa zote. Hata hivyo, hakukuwa na shukrani. Mama Neema na Zawadi walikula chakula chote na nyama ambayo Amina alipika, wakimwachia tu makoko yaliyoungua mwisho wa sufuria. Siku moja ya bahati mbaya, wakati Amina alikokuwa akiuza barabarani, alimuona mtu aliyekufa amelala barabarani. Moyo wake wa wema ulichukua nafasi. Alimkimbilia ili kumsaidia. Kuna nini kwake? Nawezaje kufikia familia yake? Aliingiwa na hofu. Lakini kikundi cha wanawake wenye wivu ambao walikuwa wamemchukia Amina kwa muda mrefu kwa sababu ya uzuri wake, waliona nafasi yao. Walianza kupiga kelele, msichana mwenye nywele za uovu ameua mtu! Kila mtu aje aone msichana mwovu, yeye ni mchawi! Umati ulikusanyika na kuanza kumpiga Amina. Hawakuuliza maswali. Walimwona msichana waliyemwonea wivu na wakamshambulia. Walimkofi, kumkanyaga kwenye mavumbi na kurarua nguo zake. Amina alijikunjua kwa mpira akililia huruma ambayo haikuja. Walimpiga hadi akaumia na kuvunjika. Amina aliporudi nyumbani akiwa na damu na uchafu, Mama Neema alisimama mlangoni. Alijua Amina hangeweza kufanya jambo kama hilo. Lakini wivu ulimfanya apige kelele, wewe aibu, unaleta fedheha nyumbani humu. Wewe na nywele hizi za laana, nitamaliza hili leo, nitakata nywele zako sasa. Mama Neema alipiga kelele. Zawadi alikimbia kuchukua mkasi wa kufulia nguo ulioungua. Alimshikilia Amina chini akicheka wakati Amina aliomba, Tafadhali shangazi, ni zawadi yangu pekee, tafadhali. Lakini huruma ilikuwa imeondoka nyumba hiyo Chap, Chap, sauti ilikuwa ya kutisha. Mama Neema alikata tundu nzuri za nyeusi na nyeupe. Alikata kila tundu la nywele zake hadi kichwa chake kilikuwa wazi, akiacha vipande visivyo sawa vya ngozi. Angalia unavyoonekana sasa, Mama Neema alisema kwa dharau, akipiga teke malundo ya nywele nzuri zinazong'aa juu ya sakafu. Wewe si chochote. Amina alivunjika moyo. Alikuwa amepoteza kiburi chake na upekee wake. Alilia mchana na usiku, lakini nywele zake zilikuwa bado upara. Kudharauliwa kijijini kulikuwa kuzito. Watu walimuita muaji. Sokoni, wanawake walifunika bidhaa zao, wakisema, msimuache mchawi mwenye upara atazame nyanya zangu. Mtoni, kila mtu alikimbia kutoka kwake, wakidai kuwa ametiwa sumu maji. Watoto walimtupilia mawe. Lakini miungu ilikuwa inashuhudia. Mwezi mmoja baadaye, baada ya nywele za Amina kukatwa, tatizo kubwa lilipiga kijiji. Mito ilikuwa kavu, mazao ya shambani yalianza kukauka na kugeuka kuwa mavumbi. Mvua haikuanguka wala umande. Kulikuwa na njaa kubwa na kiu katika nchi. Mfalme wa kijiji alianza kutafuta suluhisho la tatizo katika nchi. Kwa hivyo, alifanya uamuzi kwamba mtu yeyote anayeweza kuleta suluhisho la tatizo atapata nusu ya ufalme wake. Kila mtu kijijini alianza kutafuta suluhisho. Waganga wa kienyeji katika nchi walianza kuwasiliana na miungu, wakitoa dhabihu za wanyama. Makasisi walianza kuomba suluhisho. Bado hakukuwa na suluhisho lolote lililopeanwa. Hali ikawa mbaya zaidi, hakukuwa na suluhisho la tatizo katika nchi. Watoto wadogo waliugua vibaya kwa sababu ya ukosefu wa chakula, wengine hata walikufa, wakati wazazi wengine walikula mijusi ili tu waishi. Mama Neema na binti yake Zawadi wakawa kivuli cha nafsi zao, hawakuwa na chakula au kinywaji Wakati huo Amina alikuwa mwokozi aliyebuni wa miungu. Kwa sababu ya mateso, alienda kaburini kwa wazazi wake na kulia kwa uchungu kwa siku tatu. Tafadhali njoo mnitwae kwenda mlipo, mateso hapa duniani ni mengi sana kwangu kuyastahimili, nywele zangu zimeenda, napendelea kufa kuliko kuishi. Amina alilia akipiga kofi kichwa chake kilichokuwa upara kwa sababu alijichukia. Ghafla roho ilimtokea katika umbo la mwanamke ambaye mwili wake ni kama wingu, aligusa kichwa cha Amina. Mara moja nywele kichwani mwake zilimea tena, ndefu, kamili, nzuri na zinazong'aa. Amina alishangaa, alihisi kama kucheza na pia kulia. Wewe ni nani? Tafadhali umerudisha furaha yangu, ninahisi kuwa mpya tena. Roho haikujibu lakini ilijibu Amina, wewe ni mwokozi katika ulimwengu wako. Nenda sasa kijijini, kata tundu moja la nywele zako na uweke katika mto uliokauka. Baada ya siku moja, mto utaanza kutiririka kwa maji mengi, na uzike tundu mia moja hasa za nywele zako katika makutano ya kijiji, na baada ya siku moja pia, kijiji kitakuwa na wingi wa chakula. Mara moja kiumbe kiliondoka. Amina alijawa na hofu, lakini alishukuru wazazi wake kwa siri hiyo. Alirudi kijijini kwa kukimbia. Wakazi wa kijiji walishangaa kuona nywele za Amina zimemea tena. Walizungumza wao kwa wao, aliotesha vipi nywele zake haraka hivi? Lazima awe mwovu. Lakini Amina hakuliangalia zungumzo lao. Alienda mara moja ikulu. Enyi utukufu wako, nina suluhisho la tatizo katika nchi yetu. msichana mdogo Unadhani tunacheza hapa? Ondoka mbele yangu kabla sija kutupa kwenye pango la simba, mfalme alipiga kelele. Amina alimsihi mfalme, sichezi kweli, nina suluhisho tu, nipe ruhusa. Kwa hivyo, mfalme hatimaye alimsikiliza. Unakusudia kufanya vipi? aliuliza. Alisema, sitafunua siri yangu hadi litakapotimia. Siku iliyofuata Wakazi wote wa kijiji walikusanyika katika ikulu ya mfalme, wakiwa na mnong'onono midomoni mwao. Mfalme alitangaza kwamba amina ataleta suluhisho. Wengi walimtazama kwa dharau. Mama Neema na binti yake walishangaa, wakinong'oneza, yupo hapa tu kupoteza muda, ndilo analolifanya vizuri. Kwa hivyo, mfalme aliamuru amina aende na kutoa suluhisho. Wapelelezi watatu walimsindikiza hadi mto mkubwa wa kijijini uliokuwa umekauka. Alifanya kama roho ilivyomwelekeza. Aliondoa tundu moja na kuliacha katika mto tupu. Kisha alienda kwenye makutano ya kijiji. Aliondoa tundu mia hasa za nywele zake na kuzizika. Mara moja alirudi ikulu na kuambia mfalme na watu kwamba imekamilika. Kesho asubuhi kijiji kitaamka kukutana na maji mengi na chakula. Watu wengi walimshuku, wengine hata walitishia kumuua kesho kwa kupoteza muda wao. Asubuhi iliyofuata, mgurumiza ulitikisisha ardhi. Kijiji kizima kiliamka kukutana na mito yao yote ikitiririka kwa maji mengi. Mazao ya shambani yalikuwa mazuri tena. Watoto wao na wanyama walipona. Kijiji kilijawa na furaha kutazama miujiza ambayo nywele za Amina zilifanya. Mvua nzito ilianza kunyesha, lakini wakazi wote walicheza katika mvua pamoja na Amina na mfalme. Mfalme alifurahi, aliamuru sherehe kubwa. Alimwita Amina mbele. Kuanzia leo, mfalme alitangaza, Amina ni wa pili madarakani. Yeye ni mama wa nchi. Mfalme na watu walimhifadhi Amina, wakicheza na kuimba jina lake. Mama Neema na binti yake walisimama nyuma wakiwa na matambara. Wivu wao ulibadilika kuwa aibu inayowaka. Walimtazama msichana waliyemnyanyasa akiwa mwanamke mwenye nguvu zaidi katika nchi. Amina akawa mwanamke tajiri zaidi kijijini, akithibitisha kwamba haijalishi shida, moyo mwema daima utashinda.